Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, mpenzi mtazamaji wa chaneli hii ya siku hamsini za Pentekoste. Ni matumaini yangu kwamba wewe ni mzima kutokea popote pale ulipo. Neema ya Mungu iko pamoja na wewe. Mungu ataendelea kukupigania, Mungu hata kupungukia wala hata kuacha, kwa sababu ndani ya hizi siku hamsini tunaangalia mambo kadha wa kadha yanayohusiana na pentekoste yenyewe, yanayohusiana na Roho Mtakatifu na za kunena kwa lugha na mambo yanayoendana na hayo. Kwa siku ya leo tupo siku ya 23 na namba 23 kibiblia ni namba ambayo tunasema kwamba ni Mungu pamoja nami. Yaani Mungu yuko pamoja nami ndiyo tafsiri ya namba 23 kibiblia. Kwa hiyo basi bila kupoteza wakati tunaendelea siku ya leo, nimekuandalia yaliyo mengi ambayo tutakwenda kujifunza kwa pamoja hatua kwa hatua, tuone namna Mungu ambavyo atatusaidia mpaka mwisho. Karibu tuwe pamoja, barabara kabisa, barabara kabisa. Bila kupoteza wakati tunakwenda moja kwa moja A, tutakuwa tunaangalia kitabu kile cha Ezekieli ndani ya siku nzima ya leo. Ile sura ya 27 kuanzia mstari wa tatu na kuendelea mistari kadhaa mbele kidogo mpaka tutakapoishia. Hizi zilikuwa ni habari za mtumishi wa Mungu Ezekiel na maono aliyoyapata na baada ya haya maono kuyapata, akawa ameyaandika ili sisi tunapokuja kuyasoma kwenye kizazi chetu tupate kunufaika kutokana na ufunuo ambao aliupata mtumishi wa Mungu Ezekiel. Biblia inaanza kwa kutuambia kwamba yule mtu, kwa ufito wake wa kupimia, akapima mita 500. Kumbuka hapa, tunasoma toka kwenye Biblia inaitwa BHN, manake Biblia Habari Njema. Biblia Habari Njema inatuambia yule mtu akapima uh, akapima mita 500 kwenda chini upande wa mashariki, akanipitisha kwenye maji maji yalifika kwenye nyayo tu. Na hii tafsiri nimeipenda ilivyotumia neno tu, kwamba maji yalifika kwenye nyayo tu, maanake tayari yanatuonyesha kwamba kuna kitu zaidi. Maji kufika kwenye unyayo sio kwamba ulikuwa na muujiza, ijapokuwa ni hatua, lakini siyo kwamba ndo umefika mwisho. Siku zote Waingereza wanasema there is more, there is more, maanake ni kwamba kuna zaidi ya hapo ulipofika. Kumbuka kwamba Biblia inatueleza vizuri kwenye kile kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 18: njia ya mwenye haki ni kama nuru ing'aayo ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Maanake kwamba maisha yako, njia yako, namna yako ya kuishi inabidi itoke utukufu kwenda utukufu ni kama nuru inayong'aa na inazidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Sio kwamba ikifika mchana inapungua kwa sababu ya jua no, na sio kwamba nuru yako inaongezeka tu kwa sababu ya giza No, hata kwenye mchana mkamilifu. Ndivyo Mithali nne kumi na nane inavyotwambia, kwa ni kitu cha kukumbuka siku zote. Kwa hiyo hapa tutakavyokwenda kuangalia huyu mtumishi wa Mungu Ezekiel alianza kwa kutuonyesha hatua ya kwanza maji yalipofika, na hili neno tu linatuonyesha kutokuridhika, yaani kwamba maji yalifika hapa tu jamani, kwa nini asingesogea mbele zaidi? Ndio sasa nimekuja kukuambia kwamba there is more, kuna zaidi ya hapo. Unajua sawa, kuna wakati tunajifunza habari za kuridhika. Sasa ili somo wengi huwa wanalichanganya kidogo. Je, tunatakiwa kuridhika au hatutakiwi kuridhika? Hata mimi mwenyewe nimeisha kujifunza baadhi ya masomo yanayosema tunatakiwa kuridhika. Alafu na mtu mwingine tena akaja kutufundisha siku nyingine kwamba hatutakiwi kuridhika. Inabidi tusonge mbele. Sasa, kwa kuanzia ni kwamba hatua uliyomo kuridhika pale, manake kuna nyakati fulani inabidi utosheke na kile ulichonacho endapo hakuna uwezekano wa kupata zaidi kulingana na mazingira ulionayo kwa wakati huo. Hata mara kwa mara, hata tunawaambia vijana mambo ya tamaa, hata mabinti, kama nyumbani kwenu kuna uwezo kiwango fulani, ridhika na hiyo, usitamani vile vya juu zaidi ambavyo wazazi wako hawana uwezo wa kukupatia au wewe mwenyewe, kama umeshaanza kufanya kazi, huna uwezo wa kuvipata. Kwa hiyo inakulazimisha au unalazimika hata kutumia njia zisizofaa ili uweze kufika mazingira fulani ya hali ya juu. Unajilinganisha na wenzako uliowaona kwenye mitandao. Huyu mwenzangu ana gari, fulani, mwenzangu ana gari na mimi nipate gari. Huyu anavaa nguo za namna fulani na mimi nizitafute. Mwenzangu huyu ana iPhone na mimi ngoja nitafute iPhone. Hapana, inabidi uridhike na kiwango hicho cha maisha ambacho una uwezo wa kukipata wewe au wazazi wako wanaweza kukupatia. Tamaa zisije zikakufanya ukatamani vi Vitu zaidi ya vile unavyotakiwa kuwa navyo sasa. Hiyo ni sehemu ya kwanza, na tunapowaambia watu hautakiwi kuridhika, maanake ni kwamba upo uwezekano, tena njia sahihi nzuri za kimungu za kufanya zaidi ya hapo. Lakini unakuta tu mtu eti ameridhika, ametulia wakati anaweza akafanya vizuri zaidi. Labda nichukulie, labda mwanafunzi darasani, unapata hamsini lakini yani hamsini ya mia moja lakini una uwezekano wa kupata 80 90, lakini wewe tu unatamani kuwa wa kawaida kawaida, eti unasema umeridhika na hamsini. Waingereza wana msemo mmoja wanasema kwamba when you settle for less, you get even lesser Than what you settled for, Manake ni kwamba unaporidhika na mambo madhaifu. Yanaitwa madhaifu kwa sababu uwezekano upo wa kufanya vizuri zaidi kwa njia ambazo ni halali kabisa, zinaeleweka, zimenyoka sawasawa na neno la Mungu, lakini wewe ni uvivu. Uvivu ndo unakufanya unafanya mambo ambayo yako chini ya kiwango Iyo haitakiwi, hautakiwi kuridhika. Inabidi sasa uendelee mbele, jua kwamba ukiongeza bidii utapata matokeo zaidi. Sasa usikubali tu kulalalala, usikubali uzembe na uvivu, there is more. Unaweza ukafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo hapo ndo maana tunaongelea habari ya kutokuridhika. Sasa hapo unaona hata huyu mtu alivyoongelea kwamba jamani, maji yalifika kwenye nyayo tu, maanake kulikuwa na uwezekano wa maji kuongezeka kufika kwenye viwango vingine sasa. Nimekuja hapa ili nikuchokoze kidogo katika roho, kama uh, utamaduni wako au taratibu zako au namna ulivyojiwekea mambo yako, labda unasoma neno la Mungu, labda kwa mfano paragrafu moja kwa siku, kwa mfano unaweza ukaongeza kidogo. Labda hilo jambo umeishalifanya labda kwa miezi sita mwaka mzima na mwaka ujao unaendelea pale pale. Hapana, hautakiwi kuridhika kwenye eneo hilo. Inabidi umwambie Bwana, naomba hatua zaidi. Hata mwanafunzi kule darasani awezi kila siku akakubali. Yuko darasa la kwanza, yuko la pili, la tatu, kila mwaka ndo darasa hilo hilo. Anategemea mwakani aingie la sita, mwaka unaofuata aingie la saba, mwaka unaofuata tena aende sekondari. Uwezi ukabaki pale pale ukasema eti mimi nimeridhika, Biblia inasema tutosheke. Hapana, hiyo siyo sehemu au siyo mahali pa kuridhika wala kutosheka, inabidi ufanye zaidi. Kwa hiyo kama unasoma paragrafu moja, au wewe ulikuwa umeshafika kwenye kusoma chapta moja, sura au mlango mmoja wa Biblia, ongeza na wapili toka kiwango kimoja uende kiwango kingine. Okay, tuje kwenye maombi. Ulikuwa ukiomba labda dakika tano kila siku unakuwa mwaminifu ndani ya hizo dakika tano unaweza ukaongeza zikafika dakika saba. Eh? baadaye ukaongeza tena zikafika tisa baadaye kumi na tano Kidogo kidogo ukishasogea kwenye eneo fulani, unakaa hapo kwa muda kidogo. Ukishaona hilo eneo sasa umelizoea unaenda kwenye eneo linalofuata au hata aina za kufunga wewe kila siku unafunga tu mlo wa asubuhi na wa mchana, miaka yote ndo hilo milo miwili tu unayoifungia? Hapana, iwezekani maisha yako yote huo ndo mfungo pekee? Inafika sasa hatua unaongezapo kidogo, kwamba sasa milo mitatu yote sitakula, nitakula kesho yake na hapo angalau umeshaenda zaidi ya mwaka tayari, umesha master ilo eneo kwamba unafunga asubuhi na mchana unakuja unakula jioni, unaweza ukapiga hapo hatua. Acha uvivu, acha uzembe. Inawezekana ukifanya hiyo ndani ya mwaka mmoja, ndani ya miaka miwili it's fine, lakini mwaka wa tatu bado uko pale pale. Baada ya miaka kumi uliokoka, miaka kumi iliyopita bado unafungua saa kumi na mbili. Ah -ah, hamna. Uwezi ukabaki pale pale ukafikiri kiroho utapiga hatua, hapana. Baada ya muda, hata kama umezaa mtoto, unategemea baada ya muda uone mabadiliko. Mtoto awezi kutambaa kila siku anatambaa, hapana, na wewe utajua mtoto ana shida. Kwa hiyo ukifunga namna ile ile siku zote, ujue kwamba una shida ndio umefunga. Angalau tumefurahi kwamba umefunga, lakini kama ndo staili ile ile ndani ya miaka kumi una shida kwenye maisha yako, there is more. Unaweza ukaenda mbele zaidi. Roho Mtakatifu hana ukomo, hana mipaka. Atatembea kulingana na wewe utakavyomruhusu kutembea kwenye maisha yako. Ukitaka Roho Mtakatifu aishie kwenye nyayo tu, aishie kwenye nyayo tu, basi ataishia kwenye nyayo. Upako ulionao utaishia kwenye nyayo, anointing ile, neema favor, grace, upendeleo wa kimbingu utofauti ulionao wewe na watumishi wengine utakuwa kwenye nyayo tu, kama hutaki kupiga hatua zaidi. Yani lazima ukasirike fulani hivi katika roho, useme roho mtakatifu, naomba nisaidie, ili eneo nimeshakaa kwa muda mrefu, nipeleke hatua inayofuata. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa, baada ya zile mita mia tano za kwanza huyu akawa amefika kwenye unyayo tu, lakini somo aliishia hapo linaendelea kwenye mstari wa nne akasema kisha akapima tena mita mia tano kwao, na kipimo kilikuwa ni kile kile mita mia tano, lakini akaniongoza kuvuka maji maji yakafika mpaka magoti yangu. Kwa hiyo, kumbe maji yale yalitoka kwenye nyayo tu yakapanda mpaka kwenye magoti. Angalau kuna kitu fulani, angalau kuna mabadiliko yameonekana. Kwa hiyo, usikate tamaa. Vitu vingine wewe unaweza ukafikiri kwamba haupigi hatua au hausongi mbele. Labda kwa mfano, sasa hivi upo kwenye eneo la kusoma sura moja kwa siku. Usikimbie sana kwamba leo umetoka kwenye sura moja kesho sura mbili mbili, alafu kesho kutwa sura tatu. Hapana, ile sura moja unaenda nayo kwa muda kadhaa mpaka utakapo master. Ukisha master ndo unakuja sasa kwenye sura mbili, labda hiyo. Hata ukienda mwaka mzima ukiwa mwaminifu kwenye sura mbili kila siku, wewe ni mtu ambaye uko mbali sana. Baada ya mwaka unaenda tena kwenye sura tano, hivyo hivyo, hatua kwa hatua. Lakini kabla ya kupiga mbio, hakikisha ili eneo la nyuma umelimasta kwanza vizuri, usikimbie tu harakaraka. Kwa hiyo, hapa Biblia anatuambia huyu mtu ambaye alikuwa anamvusha nabii Ezekiel alipima mita mia tano, hizo hizo, maji yakafika kwenye magoti yake, alafu Biblia inatuambia akapima tena mita nyingine mia tano. Kama umefatilia jambo hili kwa umakini, utaona hizi mita hazijabadilika. Mita hazijabadilika, bado ni mia tano kila wakati. Lakini hapa anasema, naye akaniongoza kuvuka maji maji yakafika mpaka kiunoni mwangu. Kwa hiyo mita zilikuwa ni zile zile, lakini maji yalienda yanaongezeka, yakatoka kwenye unyayo yakafika kwenye magoti, yakafika kwenye kiuno. Sasa Biblia inaendelea, haikuishia hapo. Ule mstari wa tano, Biblia anatuambia akapima mita mia tano nyingine Kumbuka hapa jambo la msingi, mita bado hazijabadilika, mita bado hazijabadilika ni zile zile, lakini tunaona na mto ukawa kilindi kirefu, hata sikuweza kuvuka tena. Haleluya. Kumbuka, mita hazikubadilika. Maanake nini? Unaweza ukaendelea kwenye kiwango kile kile bila kukata tamaa. Usifikiri kwamba hatua ulioipiga Jumatatu kuingia Jumanne au Jumanne kuingia Jumatano au Jumatano kuingia Alhamisi itakuwa ni sawasawa sawa na Alhamisi kwenda Ijumaa. Kuna siku moja wapo, labda bado unafunga. Hata kama unafunga ni mlo mmoja tu, labda haunywi chai asubuhi, lakini unakula kuanzia mchana na kuendelea, umekuwa mwaminifu kwenye hilo eneo. Mtu asija akakudharau kwa kuanzia nenda kwanza hapo mpaka uhakikishe hilo eneo umelimasta vizuri. Ukisha limasta ndipo utaenda kwenye hatua inayofuata, na mabadiliko yatakukuta hapo hapo kwenye hiyo hatua ya kwanza ambayo umo. Ukija kuingia hatua ya pili utakutana na mabadiliko mengine huko. Ukija kupiga hatua ya tatu utakutana na kiwango sasa kilichopitiliza zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa, unaona mita hazikubadilika, zilikuwa ni zile zile mita mia tano, lakini hapa tungetegemea maji yametoka kwenye unyayo yakaingia kwenye magoti, alafu yakafika kwenye kiuno. Tungetegemea angalau hata angesema yamefika kwenye shingo, angalau tungeona ule wastan unakuwa consistency haubadiliki lakini, wastani ulibadilika ghafla. Jua kwamba siku zote there is more, usidharau mambo madogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua hata kuna mwingine hawezi kuhudhuria zile ibada za katikati ya wiki, anaona ah, hata nikihudhuria ibada za katikati ya wiki mambo ni yale yale, hakuna kitakachobadilika. Huenda siku hiyo unapiga hatua ile ile, lakini ukakutana na kina kirefu zaidi kuliko ambavyo umezoea. Haleluya. Huenda labda wewe kwenye muda wako wa maombi tayari umeshafikisha nusu saa kila siku na nusu saa kila siku na nusu saa, na kwa muda hujaona mabadiliko sana, umeona yale mabadiliko ni kwa kiwango kile kile, lakini kumbe siku hiyo bado upo kwenye nusu saa yako bado, yaani unataka uimaste vizuri ili uende kwenye kiwango kingine. Siku hiyo unaingia kwenye maombi, ghafla unakutana na uwepo wa Mungu wa ajabu wa kushangaza ambao hujawahi kuona kabisa. Kwa hiyo ndicho kilichotokea. Unajua, kutembea na Roho Mtakatifu ni mambo ya ajabu, ni mambo yanayoshangaza, ni mambo ya tofauti kabisa. Roho Mtakatifu anazo nguvu tele. Roho Mtakatifu anazo karama nyingi. Roho Mtakatifu hawezi kuishiwa mawazo na umahiri na uhodari na nguvu na uwezo na shauri za kufanya mambo yake. Biblia inatuambia hata kuna mambo mengine yapo katika Roho Mtakatifu, mambo ambayo jicho halikuwahi kuyaona mambo ambayo sikio halikuwahi kuyasikia, mambo ambayo hayakuwahi kuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo hayo Roho Mtakatifu amewaandalia wampendao, watu ambao watataka kwenda maili zaidi na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo jua kwamba kuna zaidi. Kwa hiyo hapa Biblia inatuambia kikawa ni kilindi kirefu, hata sikuweza kuuvuka tena, ukawa ni mto ambao huwezi ukavuka kwa kutembea. Biblia inatuambia haikuwezekana kuuvuka ila kwa kuogelea. Lazima ujitose, lazima uingie humo ndani, yaani maji sasa hapa yanakupeleka. Unajua, maji yakiwa kwenye viwango vya uh, unyayo au viweko vya miguu, wewe unaweza ukaenda kwenye mkondo tofauti na maji yanavyokwenda. Maji yanaweza yakaenda huku na wewe ukaenda huku, lakini ukiwa ni mto usioweza kuvuka maji yakiwa yanaenda huku, lazima na wewe utaelekea huko huko, kwa sababu sasa hivi maji yanakupeleka. Unaona, mruhusu Roho Mtakatifu ayatawale maisha yako, Roho Mtakatifu ayaongoze maisha yako, Roho Mtakatifu ajaye afurike kwenye maisha yako. Usitamani tu kutembea nusu nusu -nusu. usitamani tu kutembea na nguvu za kawaida kawaida za Mungu kama wanadamu wengine wanavyotembea, no Emfikiria wale wachawi na waganga, watu wanaotafuta nguvu za giza. Unaona, hawatafuti nguvu za giza kwa sababu eti kuna mkutano sijui wa injili wa wachawi au nini. Yeye anatafuta nguvu za giza za kuishi nazo kila siku ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na sisi hatutakiwi kumwomba Mungu eti tujae tufurike nguvu za Mungu kwa sababu kuna huduma mbele yetu, kuna mkutano wa Injili, tunakwenda kuombea wagonjwa. Hapana, inabidi iwe ni lifestyle yetu, yawe ndo maisha yetu ya kila siku, tutoke utukufu mpaka utukufu mwingine. There is more, kuna zaidi sana katika Kristo, kuna zaidi katika Roho Mtakatifu. Kwa kadiri utakavyokaa na Roho Mtakatifu, ndivyo utakavomjua zaidi, ndivyo utakavompenda na yeye, ndivyo atakavyojifunua kwako, toka utukufu mmoja kuingia utukufu mwingine. Kwa hiyo basi, baada ya hapo, siku ya leo, kwa kweli natamani nipate nafasi ya kukuombea ili nguvu za Mungu ziende pamoja na wewe. Mungu wangu akutangulie, akutetee na akupiganie katika kila hatua ya maisha yako. Basi nitumie nafasi hii kwa ajili ya kukuombea. Mungu wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mkuu, ni Mungu mweza. Asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu ambaye umetupatia. Biblia inatuambia Yesu Kristo alikuwa na Roho Mtakatifu bila kipimo, katika maisha yake. Ndivyo Bwana, na sisi tunavyojiombea ukatusaidie. hakuna kipimo ambacho tumesetiwa kwamba hicho hicho tutabaki hapo milele, lakini kila siku tunatoka utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine Is more. Kuna zaidi sana katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, tusaidie tukamjue Roho Mtakatifu vizuri, tusaidie tukamwelewe Roho Mtakatifu, tukatembee naye katika Pentekoste hii ambayo inaendelea, ukafungua akili zetu na fahamu zetu katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba kwa ajili ya kila mmoja mmoja, Bwana ukamsaidie, akapate kukujua wewe, akatembee na wewe toka utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine neema yako isipungue kwenye maisha yake wala yeye asikwame, asirudi nyuma bali akasonge mbele siku zote kwa jina la Yesu Kristo. Ninawaombea watazamaji wote neema yako katika jina la Yesu Kristo, neema yako ya ajabu ikawe pamoja nao, ukawatetea, ukawapigania na kuwasaidia katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu tusaidie kila siku tukapiga hatua, hatua moja zaidi kwenda mbele, hatua Hatua moja zaidi ya kumjua Mungu, hatua moja zaidi ya kumpenda Bwana Yesu kuliko tulivyookoka, hatua moja zaidi ya kumjua Roho Mtakatifu ya kutembea naye, ya kukubali uongozi wake kwenye maisha yetu katika jina la Yesu Kristo ili tuweze kufurika katika nguvu za Mungu, katika neema ya Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, tunatamani kukujua wewe kupitia Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu atatuongoza na kutuelekeza kujua wewe na kukutumikia wewe siku zote za maisha yetu, nasi tutazaa matunda yanayodumu. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Basi nipende kumtukuza Bwana Yesu kwa ajili ya wakati huu ambao tumeupata wa kujifunza neno la Mungu kwa pamoja, pamoja na kupata nafasi ya kuomba kwa ufupi, au wewe mwenyewe unaweza ukaendelea kuomba kwa kadiri ya neema ya Mungu ambayo iko pamoja na wewe. Basi nizidi kukabidhi mikononi mwa Mungu kwa siku ya leo. Ulikuwa pamoja nami, Pastor Joseph Mtasa, toka Rema Outreach Ministries. Wakati mwingine tutaendelea na masomo mengine ya Pentekoste. Mungu wangu akubariki sana, kwa heri.